Walokole kanisani huwezi kuona wanalala. Walokole kanisani huwezi kuona mikaa chini, yaani mda wa ibada babie imekolea. Yaani, unajua kuna babile nyingine inakolea, inakolea mpaka na inaingia ndani ya moyo, halafu inakuinua kwenye kiti, yaani humu ndani ni kuruka. Niku, walokoe utakuta wanatoa, saa hivi tumepata wasome, watu hongera kwa okay, kusoma nafika kanisani naimba kisomi kisomi kisomi tu, kwaya saa hizi si, stepu za sa kisomi. Yeah, yeah. Nasema hizi stepu sisi wengine, mimba zinasumbua nyimbo zenye tunazoimba hizo, imanda amekwenda ameshuka amepanda ame peke yake tupekea. Yani, unavyoimba wewe hadi shetani na yeye anasema hivyo hivyo, imba imba hivyo hivyo, wewe nisikilize.